Ndio, ndio. Uko sawa? Nipo sawa kabisa. Muda mrefu kweli kweli. Kawaida, unajua mambo mengi hapa na pale ya kujenga taifa. Bwana, sakata la dabi linatokea ulikuwepo au haukuwepo? Ah, sakata la dabi linatokea tukuwepo wengi ila tumerudi katikati tunakuta sakata la dabi ndio la kufukuta. Moto unawaka hivi. Panatokota, panatokota, watu wanawangia petroli, mafuta. Tunasubiri tarehe ya dabi. Wananchi mko tayari? Nikwambie kitu kimoja so stanisi ambacho Watanzania wengi hawakielewi. Ndio, bodi ya ligi na TFF wamefanya kosa kubwa sana la kimpira. Mm -mm. Umeelewa kwa sababu gani nikwambie? Hapo ndipo unapoichanganya bodi ya ligi. Subiri nikuambie kwa sababu gani. Barua ya TFF waliotoa hii juzi hii siku, angalia vizuri mm -hmm. Wanasema kulikuwa kuna viashiria vinini vya rushwa TFF na bodi ya ligi. Ni msemaji aTAKUKURU? TAKUKURU, yeah? ni msemaji wa TAKUKURU. TAKUKURU ana chombo chao cha sheria cha kusema kama nani, jeshi la polisi. TFF na boigi sio wasemaji wao, umeona? Awezi wakawasemea kulio kuna viashiria vya uvunjifu amani hivi. Nisikirie kamanda mkuu wa polisi mliro, hebufikiria anatoa vijana wake, wanaenda wanja wa taifa asubuhi na mapema, ukisema ni mechi, wale wanakuwa pale saa kumi na mbili wako pale wasatimia Hey, umesikia, Kira, kama ambao wajani chai wanakunywa vizuri wanatulia, fikiria, hakuna tatizo. Tatizo wewe unakuja kutoa taarifa yako bwana Dabi, hamna mpaka tarehe upangiwa wewe ni nani? Mwenye mamlaka ina mpira. Mamlaka na mpira Tanzania tunaendesha na watu wasiokuwa na mpira Max, Maxime alishasema hilo swala, tunaendesha na watu hey, wasiokuwa na akili ya mpira. Hebu niambie mzee wangu yule mguto kacheza wapi mpira yule Kuishi sio hoja, hujua mpira ndo hoja. Kuishi kwenye mpira sio hoja. Ndio sheria, unapokuja wewe timu mgeni mm, kuja kufanya mazoezi mm, unatakiwa kamisa awepo mm, umeelewa? Meneja wanze awepo na uwe umetoa taarifa. Simba hakufanya hilo na TFF swali sema, wenyewe ndio maana nakwambia, hata wale wanaandika zile barua wakuwa wafikirii Unajua as wanasema hawakutoa taarifa. Okay, let's say nani nanii hawa Ras Berkani na Usma ilitokea nini? Watu walifanywa figisu watu wakwenda wakageuza zao ndege ya poti hawakutaka hata mambo mengi. Pale pale. Wakasema ah, inshallah asiju inachoendelea. Umeelewa? Lakini wale hata kama unakuja kufanya mazoezi, huwezi kuja na gari nne. Juzi tu hapo tumeona kule Misri kule. Zamalek na, na, na, na Ahly. Ndio. Ahly hajatokea uwanjani, Zamalek kapewa ushindi. Unajua, ki tu sisi na wale tofauti. Wale dabi zao nne walishasema kwanza, zile dabi zao nne ma, hawataki kuchezesha marefu mm. mm. wa ndani, marefu anatoka nje, na walishakubaliana na kauli ile, umeelewa, na tamko. Nikishakubaliana nyinyi wawili wale, bodi ya ligi ya kwenu wanakuja tu kutia sahihi. Kwa hiyo mmoja hapo atakaye atakaye kiuka masharti yale ya makubaliano anapiga pigo faini, umeelewa? Ndio maana alalo alisimamia msimamo ule ule. Kwa sababu mnavyoweka makubaliano viongozi wa bodi ya ligi wanakuepo, hmm. Umeelewa? Chama cha marefa nchini wanakuepo, umeelewa? Yani wame tuseme Zamalek, tuseme shirika la mpira la Misri wamelikosea mpira wame, wa, wa, wa Misri. Kwa sababu gani? Wameshindwa kusimamia mikakati yao na, mikakati walikuwa wameiweka wao wenyewe eh ndio kama huko wao TFF wanaingilia kazi wow, wow, za watu wanaingilia kazi za TAKUKURU. Kwa hiyo sasa, hiyo ni kosa kisheria. Unajua, cha kwanza ni kosa kisheria kumsemea, ni kama mimi labda, mimi nauza maji, yule anauza unga, siwezi kwenda kumsemea yule kazi yake kujua. yule huwezi kujua yule anafanya kazi gani, ana, anafanyaje product yake, huwezi kuisemea. Umeona, ndo kama wale TAKUKURU wanapambana nini na rushwa Well, let's say wamesema kuna viashiria wakichukuliwa waki kupelekwa mahakamani waki mtueleze viashiria na huo ushahidi uko wapi? Watatoa ushahidi. Kwa sasa msimamo wenu nyinyi wananchi ni upi? Ujue msimamo, bodi ya ligi inasubiri kupanga tarehe mpya. Hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi na zingine mbili, na zingine mbili tena, hatuchezi. Ehe, umeelewa? Hatuchezi uh -huh kwa sababu wamekosea, wame mpira, watu wametoka Mwanza. Ndugu yangu nisikilize, Watanzania wangetaka busara, ingefanyika siku ile usiku. Unajua, mimi nilikaa kule naangalia hadi wazungu wanakaa wanacheka. Kuna wazungu baadhi walikuwa wanaelewa Kiswahili, wakasema ile nani, wakaniambia hivi, ndio kweli kinachoendelea huko? Nikamwambia ndio hivi, nifanye nikaingiwa na aibu, nikabidi nivue jezi ya Tanzania ile kwa nimevaa, nikavaa shati la kawaida Hemfikiria, ndugu yangu, mpira unaenda wapi? watu wametoka, kuna watu wametoka Malawi, walikuwa na access, nilimtumia mtu wawakatie tiketi huko. Wakaja watu wametoka Rwanda, hata ukitaka conservation za zawad wanavovuka boda, mimi ninazo wanakuja kwenye, wana kwenye dabi wanafika wanja wa taifa na wamekata vipa, emfikiria wanaenda kutangaza vipi taifa letu huko huko, mara wanasonya, wana wanasema oh, mara, sisi sisi, wanataka kumpa mama mzigo mkubwa, lakini ana mambo mengi mama Samia, kuasa shirika oh, laani wana... bodi ya ligi TFF, wametukosea sana sana. Tunataka alama zetu tatu, maandalizi, mashabiki warudishiwe hela zao mm, walionunua tiketi mm. Timu ya Yanga wapewe hela zao walizoziandaa kwa ajili ya dab, mand alikuwa mgeni mwenyeji, mmeelewa. Kwa yani, tofauti na hapo wakitaka sisi kwenye jezi ya Yanga, ukiangalia kuna michezo yetu. Ukitaka ngumi sisi tupo. mm. ukitaka siyo, nini si tunakuchapa tu popote pale. Mm. sio kwa watoto sio kwa watu wazima sisi tunachapa wewe, utasema utaka mchezo gani? Sasa mtashuka daraja sasa mkigomea mchezo, tunagomea kwa vifungu <tutu> kwa sababu leo kiongozi wa TAKUKURU kanda ya Temeke kasemaje? alikuwa ana taarifa, we ni nani unamsemea mlilo ana taarifa ya viashiria vya ulinzi vya uhalifu vya, vya hana. wewe ni nani unamsemea? yani unaingilia kazi za watu uliona wapi? Sasa yale, yalikuwa, ya, ya awali yeah. Yani huwezi kutoa taarifa kama hujapata ushahidi ndio maana Tanzania tunaongoza na watu usiojielewa kwenye mpira bwana, baba, Esther amenikushukuru sana. Asante sana